Mimi na pesa zenye niko nazo mnaweza nisaidie. Ni wewe kwanza mwenye unakaja. Hebu kuja hapa kwanza ukule. Hadi pale kwa yule mama. Mama mgani? Tunaenda pale kwa yule ako pale a ile a ndio atatusaidia tupate kutolea mashida yote uko nayo. Kwa sababu pale kwenye nimeona sasa, unaona venye unaumia. Unaona vile unaumia. Na unajua mimi nimetesa sana. Umeniletea aibu, angalia hata watu vile wanatuangalia. Angalia. Hatu joke. Ni hapa leo sitoki. Tulielewana na yeye vizuri ya kwamba tunaenda Kitui mm, mm. Ndio ilikuwa maelewano yetu mm. Na, na lazima tuende leo eh, kuna venye unazakili tusifike huko Kitui ndio kuna maneno yote yeah. Ni yeah. Sijui kama anajua tuko hapa nah. Sidhani kama anajua. Bado hajatoka hapa. Najua akijua tuko hapa haezi tokea hapa. Atakataa, tutamleta na nguvu. Ajificha. Tuendelee kujificha tuone kama atatoka mm -hmm. Na huyu mwenye amelala hapo ni nani? Nichungulie niko nje. Naona mtu amelala pale. Sijui ni nani. Kuna mtu amelala pale. Si unaweza chungulia kama ni yeye? Amefunikiwa kona leso. Ee, sijui ni nini. Aendelee.

tuzubaisha labda, anataka kutusubaisha, labda alikuwa anafikiri mm, tutashtuka tukiona mtu amelala pale. Najua ajui sisi ni watu wa Mungu, tutamtoa tu huko kwenye amejificha, tutamtoa mahali yako, na kama ame ameroga huyo huyo, hata huyo tutasaidia Ada mi chinyatta imenishangaza, ni ya kwamba kumbe wewe ulikuwa unajua maneno zingine zenye zilikuwa zinafanyika na mtume na uku ainiambia. <laughs> hey, mtume amenini eh? Mtume, hmm? Mtume ameharibu hmm. maneno. Unajua ulikuwa unajaribu kuniambia Pita, wewe ndio sababu eh, eh. nilikuwa nataka hmm? kukuambia hmm? Pita hii maneno hmm, simama nayo kwa sababu ukifuata hivi hmm. utaanguka na sikuwa nataka uanguke maneno yake imekuwa exposed vibaya pale mtandaoni mm. Sijui kama umewatch hiyo kitu kwa Jay, umewatch? Umewatch mimi nilifika kwa Jay ni ndio. Ewa. Imagine Pita, ndio nilikuwa nakwambia, kila siku nakwambia Pita, we ebu omba omba kabisa ukuwe mwombaji. Hakuna mtu mwenye alikuwa anajua ukweli, hadi mafans kwanza, mafans ndio walikuwa we hawajui ukweli lakini unaona Mungu Mungu, Mungu lazima atatoa maneno kukwagiza. Hey, ukijificha Mungu atakufunua tu wakati ikifika, sasa uko wapi? Mimi namwambia tu mema, sitaki kumwambia mabaya. Mimi nitamwambia mema. Hey. Acha niangalie nani yule amelala pale dio, nikuje nikuambie. <laughs>

Hmm? Pita. Amesema nini? Kuna mama amerara pale eh? Na ni kama hajiski hata ukijaribu kumuinua kichwa mkono nikama, hmm, kama amefaint hivi, si hapo hapo ndio yule mama alikweko? Eh, si nje ya yule mama. Sijiona, nashuku, nikawa wako pamoja, nashuku kwa sababu hmm. Karibu mali yako kwa huyo niyeria ya huyo bro, mnajua mathe huyo, mathe mmelala kwa mchu unaishiyeria, so nikua mm -hmm, nataka niende nichungulie pale nione kama nitaona huyo mama kwa sababu ule mama amerara pale niyeria ya huyo An mm -hmm, so niende nichungulie nione kama nitamuona. Si uchungulie basi. Wacha nichungulie. Mi naona hii ni madhabahu ya Anna. Madhabahu ya Anna. Hebu nichungulie nione kama ni kuona. In the name of Jesus Christ. Usikubali huyu mchawi atoroke, okay? Huyu mchawi alikuwa tupeleke Kitui. Twende tufunge ile alta yao kubwa. They have got their biggest altar in Kitui. And it is altar, that altar that we have to bring down. Hmm? So that all the people in this area who are affected by this witch can get redemption. Hakuna dalili yake kwenye nimegezi niko wake kumefungwa na ile kifuni kubwa hiyo, hmm, geti yenye iko hapo? Hiyo geti iko hapo. So ni kama ame- ametusikia hivi akatoroka akapenya. So ule mama tutamsaidia tu, hatutamwacha pale. Unaona tumsaidie huko kuja huko. Unaona tumsaidie aje, because labda ni unajua, labda ni mama ambe anacheza mchezo na huyo nani? ule mama hmm? sio kama anacheza mchezo na Ann but kenye hmm? naona hmm? ni kama Ann amemfanya maneno yake hmm. So ule mama tukimwombea hmm. imagine ataamka na atakuwa sa sawa kabisa. hmm. Hapa kuna mwanamke ambaye sio yule mchawi wa jana, na amelala tu pale kwa mchana, hiyo kiongelea, sijui kama napomua ama pumua, nakaa pale mbaya Wacha niangalie huyo mchana, nikuulize yole mama mwenye tulikuwa tunapiga picha hapa around kwenu, mwenye anaishi hapa around. Mmemwona yole mama anaishi hapa karibu? A, saa mchunge basi, msipigwe picha na kamera saa na mkiona mama mwingine anajaribu kuchungulia hapo kwenye tuko uniambie, sawa? tuko uniambie hmm, hizo ni microphone. Yeah, ni kuna watoto wenye na weye analaka around sijimbo na wajaenda shule. Sitaki kuulizia sababu mimi si mzazi. Unaweza unaweza ulizia mambo ya shule ya mtoto ya mtu alafu Patana na mzazi wake akunize msomeshanga because this lady doesn't seem to be breathing all right. Sijui kama tumsaidie ama tusimsaidie but something is really going on with that lady. There is a problem. And that problem must be solved. Ule mama mchawi amepotea sasa. So unaona Baba Pita ajajitokeza. Mm -hmm. Na yule mama mchawi pia ajajitokeza. Mm -hmm. Sijui ni coincidence ama Baba Pita ako involved in this because si Baba Pita tulifuata tukwe na yeye. Mm, tulikuwa tu. Ama ameongea naye. Baba Pita tujaongea na yeye mm, but tunafaa kuongea mm, na yeye. Mm, yes, anaweza kuwa anajua jambo. Ndio, tujue yule mama amelala pale kwa nini. Hmm, lakini tutajua lakini mimi Tupai... naona hmm, hii ni mambo ya ani. Imagine tukimwombea ataamka, atakuwa sawa. Tuende tukayapo karibu na yeye tuone kama amezimwa na ani, tuende tumwombe, tumpe tumaji, hakuna tumaji akiamka tumaji, tumaji. tumaji. tumaji. tumaji. tumaji. tumaji. tumaji. tumaji atakuwa sawa. Unajua ni mambo ya wachawi, so hii ni mambo ya ani. Huyu mama ako sawa, labda ani alijua tunakuja, akaona afanye hivi fanye hivi. Tusimguze kwanza, hebu kaa hapa, kaa tu hapa, tukae hapa, tuone kama kuna mtu atakuja kwanza Labda ana natuchungalie kwa hizi magorofa ama hizi mashimo, labda na akaufu mm. tutamuona tu mahali ameenda. Hii ni area mm. mm. yake labda natupima. Umeona venye watu wanaongea mtandaoni. hmm. watu wana wamejaa hey. watu wamejaa hey. Kuna amejam kujama. Kuna mtu mwenye amefurahia ame anasema aje Kami... lazima mtume arudi kwa baba yake wa kiroho ndiyo apewe nguvu zake tena ya kusaidia. Lazima e, arudi huko, lazima arudi huko. Kwa nini asiende kwa J Ninaona hawa watu wote wanahitaji maombi, hawa watu wote wanahitaji maombi na maombi iko maombi iko mm. Hawa watu wote wanahitaji maombi kwa sababu waombe. Nitawaombea na wataona Mungu. Si unakumbuka yule mama alikuwa mgonjwa? si tu yule mama alikuwa mgonjwa, alikuwa ameenda hospitali Akaadimitiwa, akaachiliwa akiwa mgonjwa okay, bado hospitali. Imagine. Aka, alikuwa ameona sasa yeye ni kukufa tu, kwa sababu ukifukuzwa si unaenda kukufa. Si huyo mama tulimwombea na akapona, tulisema tunafaa tumtembelee, alisema kuna kitu mzuri yetu ametuwekea. Yu kama kuna mtu mwenye Mungu alimefanya miujiza kwake, mm. mwenye naweza sema mimi mm. ni yule mama mm. Unajua alikuwa anafukuzwa hospitali si ati sababu ya bill. Bill ilikuwa tu ni watu wa hospitali kujishikilia mm, nayo. Ugonjwa tu. Eh, walikuwa wanaona wanaona wameshidwa kabisa, e, kamwambia enda hawezi nini, hawezi pona. Hawezi pona. huyo pona. Mama ujua anatu anatusubua tuende ametuambia mm. Ametuwekea kitu mzuri so, upange tuende iya. Yeye alishaachwa hata na watu wa nyumbani mm. Ugonjwa inaweza kufanya vibaya eh, unaachwa na watu wenu, familia, marafiki. hakuwa na mtu yoyote akuwa na mtu ana inaitwa hata insurance sha ana ana ajin. Alipona saa hii ako sawa kabisa, anakula kila kitu na Mungu, hata Mungu. Kitu. Mungu. Mungu. yule mama mwenye alituambia tuende tumwombe mguu mm -hmm. Mimi venye naangalia imani yake mm -hmm. yule mama anaenda kupona, anapona, hiyo mguu inarudi. Sana yule eh, mama anaenda kupona mm -hmm. So, eh, yule mama akona imani. Mimi unajua hata saa tisa niye aliniamsha tuamke mm -hmm. tu, tu, yeah. tu tuombe, tuombe. Aliamsha saa nane na 36 anaenda kupona hiyo mguu yake. In fact ukimalizana na hii mm -hmm. neno, yeye ndio wa mm -hmm. kwanza. Tuende mm -hmm. tunamfikia Mama, anapumua. Huyu mama anapumua kidogo, anapumua tu kidogo kidogo. Hebu jaribu kumuita. Sijui kama ataitika. Wewe mama, mama wewe, mama wewe, mama uyajisikia hata amuki? Ha, ha, ha! Hii ni mambo ya amenalishwa kabisa hmm, kabisa, lakini kama tumeweza situmeweza, tumeweza wengi, hata huyu ataamka saa hii. Unaona, tufanye nini? Mimi naona tumuombe, ndio hata akiamka, amke akiwa nini Najua unaweza muamsha saa hii aamke na pepo za yule mama bado. Situmuombe basi. Tumuombe. Eh, tuanze na maombi. Baba katika jina la Yesu, tunakuja mbele yako mongbe.